Na mtazamaji karibu, kwa sasa hivi ambao ni wakati wa Shajara, na kama alivyokufahamisha kwamba tutakuwa na dada zetu Lydia Muthoni na Mary Gishui, lakini tutaanza na Lydia Muthoni. Karibu sana katika studio zetu, nikitumai kwamba kusalama Salmin, kutoka Naivasha Lydia. Alikufika hapa kutakutueleza masaibu yako na yale ambayo umeweza kupitia maisha. Umejaliwa watoto watano, lakini mtoto wa kwanza ni wa babako, ilikuwaje? Nilikuwa si, tumezaliwa tukiwa watoto watano, mimi ndio first. Sasa tukiwa watoto watano vile mama aliaga, aliaga nikiwa na miaka ja kumi na mbili, ndio nilikuwa na miaka kumi na mbili. Baba alianzanga kukunywa pombe kwanza, kukunywa pombe. Kuna siku alikujanga akiwa mrevi sana, kakuja akaniambia Nyinyi mtawai kura kwa hii nyumba nikamuuliza kwa nini na wewe ndio tumeachiwa. <coughs> Aliniambia hapana. Huku kwa hii nyumba mtawai kura. Nikamuuliza kwa nini baba? Kaniambia hapana, mpaka unikubali Kenya nitakuja kuambia. Nikamuuliza kama nini? Kaniambia Kenya nitakwambia, kama utakubali nitakuwa mkikura. Nikakaa kana, nikaona huyu mtu ananiambia mambo mbaya kuona vile ni ya, sasa nikaona watoto watakuja kuteseka na mi bado hata sijajua kuhasuri ama kutafuta kazi yoyote. ulikuwa mm -hmm, si na miaka mingapi hapo? 12. mhm mm, sikuwa najua mtu anaweza enda kazi ya nyumba mm -hmm, uenda uhasuri huko nje. Sasa nilikuja tu nikakubali mambo yenye alikuwa anatakanga kukubali. mambo yake alikuwa anataka nini? alikuwa anataka tulale na yeye ndio saa tuweze kukula. juhani wadogo kulale na yeye ndio ndugu zako wale e, ambao pia ni watoto wake e, bila kulala na yeye nyote ya mli tukuli mm -hmm. saa ile kujanga, ikabidi nikakubali kukubali, nilionika aka nikazoea sasa. Akienda kunywa anakuja, tunalala. Yaani penye tulikuwa tunalalanga ni mahali mm. kwa magunia, watoto na yeye kwa kitanda. Lakini sasa akikunywa ni lazima akuje aniharas mm. niende kwa kitanda yake tuliendeleanga hivyo mpaka nikashika mimba ya msichana na nikapata mtoto wa msichana, lakini mtoto nilizalianga sasa nikiwa base. Swali moja nitakuuliza, wakati amekuja, turudi hapa nyuma, amekuja wakati ume, ume amekulazimisha haukutaka usaidizi kutoka kwa majirani, familia, ama wakati ulikuwa mdogo kufikiria vitu kama sasa? Alafu, naona sasa kama ni ile kitu ukienda kufikiria utaambia mtu Unaona mtateseka. Mhm. mm -hmm. Huyu mtu bado atawaacha na manjaa. Majirani ni wale wenye wakuongea, mtawachanisho hapo na manjaa. Sasa iko kujanga mahali nikaambia mtu? Mi nilitokanga tu na mimba yangu nikaenda bezi, nikaona hawa watoto vile wamekuwa, hakuna mtoto mwenye anaweza shindwa kwenda mm -hmm. kuokota tumakana hapo, mtu anaenda, anauza, anapata kitu ya kukula hapo hapo hapo. Akikwambia ufanye mapenzi ya uendi shule, si hata tujasoma hata mmoja. Ni wote watano hawajasoma. E, hakuna mwenye amesoma hata shule hata. Na mama yako akiwa hai mm, kabla mama yako alikuwa kwa, anaishi na wewe vizuri vizuri kabisa, huyo mzee, lakini mama alivyofariki ndio akabadilika. Mimi ndio nikawa bibi. Huyo ndio ukawa bibi? Yeah. Na mahusiano yako na baba yako alikuwa kama kwa muda gani? Tulikaa karibu mwezi ndio, mm -hmm. Ni sasa nikatorokanga Mm -hmm. Nikarudi town sasa kwa hawa ma street girl. mm -hmm. Nikaenda nikaishi huko mpaka Mungu akanisaidia nikapata mtoto, mtoto kupata ni wa msichana. mm -hmm. Lakini nikiangalia ule mtoto sura, mm -hmm. ndio inanimaliza juu nikikumbuka ile kitu. mm -hmm. Huyu mtoto penye ametoka, nasikia uchungu tena, uchungu inanishika mbaya sana, lakini nilimlea nikarudi bado, nikakuja nikatoka huko KCC bado, nikamwachanishanga huko mm. Nikakujanga upande wa Mirera, nikapata boyfriend sasa, nikiwa town na kabla kamatndo katika boyfriend wapi. Tuje kwa huyu mtoto wa kwanza ambaye umejifungua, ulirudi kwa baba yako, ukamweleza kwamba huyu mtoto ambaye nimemzani wako, baba yako alijua kwamba mtoto uh, alikuwa amekupa mimba, babako alijua hiyo? Alijua. Na akafanyaje alipojua kwamba una mimba yako? Kuna Kenya alifanya? Kuna Kenya alifanya, yeye aliendeleanga tu na maisha yake ya mapombe mpaka mm -hmm. Nyuma ikakuja ikamumaliza. Mi huko niliendanga tu nikienda kumzika, kwenda kumzika, yeah. Na huyu mtoto ambaye sasa hivi uko naye, yeah, niliendanga na naye. na, na, na ukamwambia kwamba ni babu yake ya amefariki ama ya baba yake? Nilimwambia ni baba yake. Hakushtuka. Hakushtuka juu kalikuanga bado kadogo. Mhm. Mm-hmm. Kakushtukanga lakini kwa saa hii siwezi mwambia kitu kama hiyo. Namuoneshanga tu picha. Kwa saa hii anajua babake ni nani? Aya, aya, sasa alikuwa anajua sasa saa hii alikuwa anajua baba yake ni mwenye tulichukuana na yeye. Mm, lakini sasa ushamwambia kama babake ni babu yake. Ndio. Ushamwambia kwamba e... yule yeah. Guka ndio baba e... akaipokea vipi? Akaipokea mbaya sasa ndio sasa pale hivyo tukaenda hivyo. Mm -hmm. Ili pokea mbaya sasa tuvu, na muua, mimi nampeanga tu uvumilivu. Namuonesha kama ningemuua pia hata mimi saizi singekuwa uhai. Na na, na na furahia tu bado. Mm -hmm. Ananiambia na ni sawa. Lakini ilikujanga sana bado nika nikamuonesha, wacha sasa niende kwa mali pengine. Huu mtoto ni mpe hope. Mm -hmm. Bado kuna mtu mwenye anamlea. Tuliandanga, nikapatana na mtu akaamua atanioa, Tukakuja tukaishi mahali penye saa, tukwenda nyumbani KCC, tukakuja kuishi mahali penye panaitwa Merera. Merera napo, by the way, shida ilikuwa imenifuata nyuma. Ule mzee alikuwa ni kama rahana, alikuwa ameachia huyo mtoto juu, shida tena naye ndio hiyo, ikanifuata kwa ule jamaa mwenye alinioa tena. Jamaa na yeye sikuwa anajua tabia zake mimi nilikuwa nafanya fanya tu kazi huko juu, mtu akosangi tu kazi tu vibarua mm -hmm. kwenda kufua, unafua, unaenda kwa mtu unaosha tu vyombo, unatoka hapo uko na 150 yako, unaenda unanunulia watoto unga. Sawa, so, hivyo ndio nimelea huyo mtoto wangu nikiwa kwa huyo jamaa, lakini jamaa ananionyesha mapenzi nikiwa hapo, kumbe nikitoka yule mtoto wangu ndio narudi wapi? Kwa bibi yake. Yani ile kitu inanionyesha vile tu mzee alifanyanga tena, huyu mwingine ndiye ananitenda. na mtu wako hapo ana miaka mingapi naye akifanya mapenzi na huyu mume kadogo? miaka nne. miaka nne. E, kalikuwa na miaka nne. na yule, na huyo alikuwa na miaka mingapi, u, u, mume kuo naishi nayo wakati huyo e, ni mkubwa na ukachukua hatua gani? Baada wewe ulipata ulipata ushahidi ukawaona, ama, ama ni kitu, si ati kupata ushahidi yeah. Mimi nilipo, nilipoenda kuosha mtoto ya kwanza niliona mtoto ako kaso lakini. uh -huh. ni ile uwezi kimbilia uh -huh. kwenda kuuliza mtu kama ule juu anaweza kukugonga mbaya uh -huh. juu ni mtu alikuwa amezoea kunigonganga na kila kitu akifikia nikasemanga sikimbili, lakini nikiangalia mtoto wangu, si unajua, mama, mama ndiye anajua mwili ya mtoto. Mm -hmm. Nikiangalia mtoto wangu naona hapa, na huu mtoto ako kasoro, na huu mtoto jicho yenye, ananirusha ananirusha, na anarusha huyu mwanaume. Nasema sitaongea mimi, naendelea tu kwenda kazi yangu, naenda tu kazi yangu. Lakini huyu mwanaume akiona nashindania na huyu mtoto, saa zingine anachukua mpaka panga, ananikata nayo kichwa na ananiambia kwanza ebu achana na huyo mtoto ni wangu na utoke uende mi namuondokea natoka naenda nakuja sasa asubuhi yake kama saa kumi na mbili mwenda lala wapi naenda tu nalala kwenye mbona unamwacha mtoto sasa juu huyu mtu atakuua na amekwambia uwache mtoto wake utafanya nini na uende kupigia ripoti kituo cha polisi kwa mzee wa mtaa mpaka sasa, mta. sasa niambie watu mtoto wangu alikuja akasaidika akapata watu wa kumwingisha

district mm-hmm, ndio akachukuliwa tena district, akaonekana mtoto ameharibika kabisa, na nikaitango kwenda kuangalia mtoto, kweli kabisa ameharibika yeah. pole sana. Wakaniuliza utafanya nini, nikawaambia mimi labda niende mpaka polisi sasa ni ripoti, nitatoka na barua ya hospitali mm, niende mpaka polisi. Wakaniambia hapana, sisi wenyewe tutakusaidia juu tutaki uungane na hii kesi juu ya ule mtu wa, mimi nikawaachia kesi. So kwa ufupi mpaka pale ambayo imefika mbayo mm. ni kwamba mm. kile ambacho wewe ulifanya na baba yako mzazi ambacho kwa kulazimishwa hapa, naye naye mtoto wako akafanya na mpenzi wako, sasa ni kama umechanganyikiwa, uelewe. Ni kama, ni, ni kama kitu hiyo <laughs> <yani, laughs> kitu yenyewe iliniumanga juu mpaka hata waleo inaniumanga. Nikiaka una, unajutia we kufu, kukubali kufanya na babako baada ya kuwa na mtoto wako, naye amefanya na, na mpenzi wako? Sasa hiyo ndio sasa ndio ilikuwa inaniuma sana, juu naona pale ni kulazimishwa, unashindwa. Huyu mtoto wa miaka 4 naye ame, amepitia mangapi, ndio aende baka aribiwe, baka hivi ndio aliharibia nyungu yake. Hiyo sasa nikasemanga acha tu sasa, hawa wadili na huyu mtu. Alichukuliwa hatua za kisheria, lakini haraka haraka juu wenye sasa walisimama naye kotini ni walimu na, walimu na madaktari na mtoto sasa hivi sasa hivi kiafya. Kiafya yake, kiafya iliharibiwa na mtakuja tuzungumze kwa kirefu, tuweze kujua afya yake imeharibiwa, ni jambo ambalo linaweza kusaidiwa linaweza kurekebishwa au la taweza kuzungumza zaidi, lakini nafikiri ni shajara ya kusikitisha kwamba yeye mwenyewe kama Lydia alilazimika kufanya mapenzi na babake ili akisha ndugu zake wanakula kwa sababu mzee alikuwa amesema kama ukubali na mimi ndugu zako watakula na we utakula. Alikuwa mdogo, miaka kumi na miwili, na akalazimika akajikuta ameshawishika akafanya mapenzi na babake, kapata ujauzito. Mtoto aliyemzaa na yeye akaja akalazimishwa kufanya mapenzi na aliyekuwa ni mchumba wake akiwa na miaka minne mengi baada ya do